Na mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa mtu ambaye alikuwa anashabikia sana ugatuzi. Uh, na kuna jambo lingine pia alikuwa amesema kuhusiana na uh, ushirikiano ama majukumu ya serikali za kaunti na majukumu ya serikali kuu. Hebu tumsikize. Katika hotuba yake ya mwisho mheshimiwa Raila wakati wa devolution conference kaunti ya Homabay alikuwa ametaja kwamba, uh, bado kuna mvutano katika yes, kuhakikisha kwamba fedha zinafika kwenye kaunti yeah. Uh, kuna majukumu mengi ambayo kaunti imepewa lakini haina fedha. Je, wakati ambapo mwenyekiti wa COG mm, matatizo yalikuwa ni yale yale, ilikuwa na yale ilikuwa hata mbaya zaidi, sababu nakumbuka sisi tulichagua tulichaguliwa 2013 lakini tulianza kazi 2014 2015. Tulichaguliwa 2013, mwezi wa tatu, ilikuwa kuna budget nothing. Tulikaa tu tukisema sisi ni magavana tu, hata maofisa hatukuwa nazo. Sasa eh, Wamwangi kwa Transition Authority alikuwa anataka fanya kazi yake another three years. Tukamwambia maliza kazi yako December bas na utoke, tukasukuma ye pia hapo. Ndio ilikuwa na mfutano kati yetu na serikali ya Uhuru Kenyatta sababu Uhuru Kenyatta alikuwa nasema Transition Authority nafaa wachukua another three years. Tukamwambia hapana, sisi tunataka watoke saa hii sababu we had no power. Eh, alikuwa naweka uh, maafisa wake kwa counties kukontrol budget kusema ni nini inanunuliwa, sijui akukuwa na hiyo mawazo. Hata ku transfer functions, kwanza alikuwa anasema anaendelea ku unbundle, kujua sasa um, counties watakuwa wakifanya kitu gani? wa mm -hmm. um, Wamwangi akachukua muda na rais um, serikali yake. um, tulikuwa na madam Waiguru, alikuwa pande hiyo siku hiyo alikuwa ngumu sana kukubalia sisi nini uh, functions sikuja counties 2013, 2014. Um, unajua tulikuwa bado tuko na county councils, tulikuwa bado tuko na municipalities, alafu sasa walikuwa nafikiria tunaweza chukua tu ile kazi ya counties na kazi ya municipalities but you see tulikuwa nawambia katiba agriculture is a devolved function. healthcare is a devolved function. several things ni devolved. Eh, can we unbundle it and transfer those functions, na tukasema tunataka hiyo functions ziwe transferred to counties the functions, na tukasema resources follow functions. Iyo ndio katiba inasema. The resources ya iyo kazi ambayo imekuwa transferred iende na resources zake. mm -hmm. Tukapewa hiyo hiyo hiyo functions, lakini resources haikuenda naye mm -hmm. Bado uh, pesa za za kwa mfano agriculture ilikuwa ina baki national mm -hmm. Pesa a lot of money for healthcare ilikuwa bado ina baki national, so tulikuwa bado tuko na shida sana kwa, kwa kwa kwa, mwanzo mwanzo nyakati hizo hata mm -hmm. Tulipomaliza ndio ilikuwa inatupasuede that ya kwamba labda Tinga anaweza zaidia ugatuzi ikue, mm -hmm. sababu hata yeye alikuwa na hiyo mawaso sawa na yetu mm hiyo -hmm. ndio ilitufanya to gravitate towards Tinga. County government may be tempted to do what the national government is doing which is to increase

Naam, kulikuwa na maono mengi kuhusiana mm na ugatuzi haswa wakati ambapo katiba mpya ilipoidhinishwa ilipo, uh, mwaka wa elfu mbili na kumi, lakini inaonekana kwamba yale yale matatizo ambayo yalikuwepo wakati ambapo Mheshimiwa Isaac Ruto alikuwa mwenyekiti uh, wa baraza la magavana ndiyo matatizo ambayo hadi sasa Mheshimiwa Raila anayazungumzia N na hata katika hotuba yake katika uh, uh, kongamano la ugatuzi katika kaunti ya Homabay alizungumzia hilo kuhusiana na fedha. Je, kulikuwa na mabadiliko gani katika ugatuzi uh, ambayo wengi wangetarajia kwamba Mweshimiwa uh, Raila Odinga anapoingia uh, katika serikali kutakuwa na mabadiliko ya mashiko? Unajua, kuna kitu uh, jambo ambalo huwa naita kasumba. mm -hmm. Kasumba ni masoea mabaya, ambapo mtu anajua sheria inasema hivi, lakini kwa maana amesoea mm -hmm. eh, kufanya jambo hilo, kutenda mambo hayo eh, kwa, kwa njia fulani, anakataa kukubali. Kwa mfano, ugatuzi ili, ili, ili, ilipoingia eh, Ika, ikajulikana kwamba kilimo inaenda katika mashinani Mm -hmm. E, mambo ya provision of healthcare inaenda mashinani Mm -hmm. Na mambo mengi hata barabara, sa nini katika kaunti kuna barabara ya serikali kuu na kuna barabara ambayo yafaa ya mm -hmm. itekelezwe, e, irekebishwe, iundwe e, katika ngazi ya kaunti mm -hmm. lakini bado Uh, tendering bado inafanyika Nairobi. Mm-hmm. Na pia ukiingia katika mambo ya procurement of drugs. Mm-hmm badala ya kaunti kuhusika moja kwa moja na wale ambao ni suppliers, mm -hmm. Unapata kuna supply ambayo inatoka hapa Nairobi no. Ndipo ulisikia hiyo uh, scandal ambao walikuwa naita Kemsa. Mm -hmm. Ilitokana na watu kuweka pesa Nairobi na kuona kama uh, counties hawahitaji kujua nini inaendelea. Mm -hmm. Uh, ni kupelekewa tu madawa, ambapo uh, wakati mwingine madawa ambayo unaletewa katika sehemu fulani si muhimu sana. mm -hmm. Kuna sehemu ambayo malaria labda ni watu wachache sana wanaweza kuugua malaria. mm -hmm. Kwa hiyo kiwango ya madawa ambayo unaletewa yafaa kulingana na yale matatizo ambayo iko mashinani. mm -hmm. Hii ni jambo ambalo itachukua muda, hata wakati huu ugatuzi haijakamilika. Ugatuzi imetangazwa kwamba kila sehemu imepewa nafasi ya kujisimamia. mm -hmm. lakini usimamizi huo haifiki kiwango ambayo inatakiwa. Kwa nini? mm -hmm. Jambo la kwanza, maamuzi mengi yanachukuliwa Nairobi. mm -hmm. Jambo la pili, hata kama imekubalika kwamba mradi fulani yatakiwa ya kuanza katika sehemu fulani na fedha yenyewe mm -hmm. Ndizo hizi, inachukua muda mm -hmm. kutoa hiyo pesa kutoka treasury mpaka ifike katika kaunti. mm -hmm. Ndipo unaona wakati mwingi governors wakija Nairobi, wanasunguka, wanaenda treasury Ku, ku, ku, ku, kuomba pesa mm -hmm. Pakiwa na mkutano ile ambao naita Council of Governance, jambo ambalo ama wanazungumzia ni fedha, fedha, fedha, fedha. Hii inamaanisha kwamba ugatuzi haijaenda vile ambapo sheria inataka mm -hmm. na mheshimiwa Raila alikuwa anapigania hilo jambo, kwa maana yeye aliamini kwamba watu katika mashinani pia wanawasomi; kama ni engineers, wana engineers. kama ni watu wa kusimamia fedha, kama ni auditors, wako huko mashinani lakini serikali kuu bado ina ile kasumba ya wakati uliopita, mm -hmm. uh, kwamba sisi ndio tunaamua. mm -hmm. Juzi ulikuwa unaona watu wanasema wanaenda katika uh, Ikulu uh, kuchukua maendeleo ama kuuliza maendeleo ya mashinani. mm -hmm. Iuna, i, n, yaani ni kama rais ana cheki kubwa ambao akiona wewe mashirima yafaa unapewa hiyo cheki, unaenda naye lakini fedha inatakiwa kwenda katika kila kaunti vile, mm -hmm. sheria inasema mm -hmm. Ni, ni kuwa ni wakenya hawajaelewa, ama ni viongozi wao hawajaelewa, ama kuna huo ugumu ambao, uh, miaka inaenda miaka rudi, ni swala ambalo linajitokeza? Maanake uh, kama anavyosema mheshimiwa Isaac Ruto yeah. uh, ni, ni kwamba hiyo uh, hatua ya serikali kuu kuachilia uh, majukumu imekuwa ngumu miaka hii yote, na pia mheshimiwa Raila kuna wakati alizungumzia akasema, uh, ni vigumu kutekeleza majukumu haya uh, bila fedha yeah. Ni kipi ambacho kinafanya serikali kuu kuwa mgumu wa kuhakikisha kwamba haya majukumu yanapata fedha za kuyatekeleza. Ya, u, ukiangalia ukipiga msasa jambo hilo utaona kwamba inachangiwa na ufisadi. Mm -hmm. Kwa maana katika, katika nchi hii kila mradi ina sehemu yake ya ufisadi. Kwa hiyo unaona, badala ya kupeleka hizi pesa Homa Bay ama kupeleka Garissa ama Mandera ama Kwale unaona yafaa sisi tuamue hapa nani atapewa tenda ya kuleta madawa, nani atapewa tenda ya kuleta vifaa fulani ya ambayo yahitajika katika mashinani. mm -hmm. Unakumbuka wakati mmoja kuna kuna vifaa ambayo ililetwa, mm -hmm. na kaunti ikahusishwa baadaye, mm -hmm. na ile MES yes, ingine ikaenda mashinani, mm -hmm. lakini hapakuwa na watu wa kusimamia. No. Because hawakuwa na wataalamu wa kutosha kusimamia mashine kama hiyo. mm -hmm. Ni kama sasa unaniletea aeroplane na kuniambia niingie niende Mosambiki. mm -hmm. Nitaendaje na mimi si, si, si rubani? mm -hmm. Ili ndilo jambo ambalo uh, tukiangalia kimakini ni ufisadi, ufisadi um, ambayo imeundwa eh, katika hilo maamuzi. mm -hmm. Kwa nini pesa haiwezi toka? mm -hmm. Asilimia themanini ya pesa bado iko hapa Afya House. mm -hmm. Kwa nini hizo pesa isiende mashinani? mm -hmm. Huku ugatuzi inasema afya ni mashinani. mm -hmm. Upakishe tu ile ya, ya uh, hospitali kuu kama Kenyatta National Hospital, Moi Referral and na zile zingine ambayo inasimamiwa na serikali ya kitaifa mm-hmm. Yeah. Eh, lakini tukiwasikize wa wakenya kutoka kaunti, yeah. mbali mbalimbali, yeah. wengi wanafurahia kwamba mheshimiwa Raila alikuwa mstari wa mbele katika yeah. uh, ku, ku, kuleta katiba mpya na yeah. haswa katika ugatuzi na amekuwa uh, shabiki mkuu uh, wa masuala ya ugatuzi. Hebu tuwasikize pia wananchi uh, kutoka kaunti ya Bomet. Aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga hakuacha historia tu, ila kumbukumbu, hasa ukizungumzia uanzishaji na uendelezaji wa ugatuzi. Je, wakazi wa kaunti hii ya Bomet wanamkumbukaje Raila Odinga? Kwa jina ni Mheshimiwa Metet Robert, aliyekuwa mwakilishi wa wodi ya Silibwet Township katika katuzi la, la Bomet. Nilikuwa mwakilishi ya kwanza kabisa katika katuzi la Bomet, ambapo tulichangia kutengeneza serikali ya kwanza hasa kutoka kwa wale ambao walikuwa wanaita councillors ama madiwani katika serikali za mitaa za uh, wakati huo, wakati huo wakati kulikuwa na changamoto mengi sana. Na hii hali wananchi walikuwa wanataka tufanye kazi. Kazi mengi ilikuwa imekwama, mabarabara haikuwa inapitika, kulikuwa na shida mingi ya kutengeneza mashule hasa ile zile za chekechea kulikuwa na shida mingi kwanza ma maus, hospitali mengi hakukuwa na madawa. Tulikuwa na gavana ambaye alikuwa anaelewa maneno mengi sana. Mheshimiwa Isaac Ruto alikuwa ni mmoja kati ya wale ambao waliandika sheria hii kwamba kaduzi sitengenezwe ili pesa sifike katika mashinani, ambao walitumia wali, wali, akili kubwa sana hasa huyu marehemu ambaye sasa tunamwenzi, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambao alikuwa ni mmoja kati ya wale ambao walikuwa wameona ni vyema sana pesa sije katika ugatuzi ili ifanye kazi na hivyo tunaendelea. Kuna wale ambao walikuwa na akili kubwa sana waona kwamba kazi zikipelekwa katika mashinani zitabadilisha maisha kwa watu wengi sana ambapo tunaona matunda eh, yake saa hii kazi mengi imefanyika, yani yo maendeleo Baba alitusaidia tukaipata kwa urahisi through government eh, ya counties Ndo tunaomba hiyo maono, Laila alikuwa nayo hiyo msukuma, na alikuwa anasukuma viongozi wasisahau, tuweze kuifanya, tuweze kusukuma Kenya yetu, mwananchi ule wa chini aweze kufikiwa na facilities zile, uh, zinamfaa kwa urahisi, kulingana wenye Raila vile alipigania mwanzo. Alipigania kwa wananchi, aswa vijana na kila watu wenye ako chini chini, anafaa hiyo kitu itim, atimishwe hiyo vision naweza sema eh, vile tu ametuaga, na sisi tunafaa tujaribu sana hiyo vision yake yenye ilikuwa itimie. Alikuwa anataka sana tufanye devolution, yani maendeleo yache kutoka national government ndio itufikie at least, inatoka county. Unawezafikia eh, unaweza fikia governor wako kwa urahisi kuliko vile unawezafikia president. Kwanza tuko na barabara yenye inaingia ndani baka wa leo, wakati alikuwa waziri wa barabara, hiyo barabara ni mzuri aina bottles kumaanisha yeye alikuwa anaelewa sana mambo ya infrastructure ama miundo msingi. Alichampion vitu mingi. Saa hii tuko na ECT ama shule za chekechea, tunaona almost kila sub county ama kila ward iko na hiyo shule kupitia mkono ama waso ya waziri mkuu. Ukiona mahospitali Imedivaliwa ama imekucha counties. Sasa tunashukuru mwenda zake ali champion hizo kasi mpaka saa hii tunapata huduma ya afya kwa haraka nam. Kwa kweli Wakenya wengi tu wana uh, mwenzi mheshimiwa Raila kwa mchango wake katika uh, kushabikia ugatuzi. Sasa tulekee katika kaunti ya Makueni ambapo Michael Mutinda yupo ili tuweze kupata uh, kauli za wananchi kutoka eneo hilo. sana mashirima kapombe na kupata kwa njia mufti kabisa. Nikiwa kaunti ya Makueni na eh, kaunti hii ya Makueni ni moja yapo ya maeneo haya ya Ukambani ambapo, ah, kinara huyu ama aliyekuwa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga alienziwa sana hapa kisiasa, kwa sababu alikuwa, ah, kwa zaidi ya miaka kumi hivi amekuwa akiungwa mkono na eneo hili la Ukambani, kwani amekuwa ah, akimchukua ah, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuwa ah, mgombea mwenza kwenye chaguzi zilizopita. Kwa hivyo eneo hili limekuwa likimfuatilia kwa ukaribu sana siasa zake, na niko na wakazi hapa katika mji mdogo wa Kivani kujua wao wanahisi vipi kiongozi huyu, japo ameondoka miaka thamanini yake uh, humu ulimwenguni, labda uh, wanayapi wanaweza kumkumbuka. Tuanzie na hapa na anzi na jina, na utuelezee uh, utamkumbuka vipi kinara huyu uh, ama Raila Odinga kwa majina? Mimi naitwa Stanley Mololo na mimi ni mkaaji wa huko. Tunamkumbuka Raila Molo Odinga kwa kupigania haki za wana Kenya tunamkumbuka kwa ujasiri wake wa kupigania haki za kibinadamu, wa kupigania mambo ya katiba na mambo mengine ambayo alikuwa anasumbua mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo tumepoteza mtu ambaye alikuwa anapigania Wakenya, wananchi, na tunaomba eh, kama kunaweza kutokea watu wengine kama Raila Odinga, hii inji tunaendelea kuona ikibadilika. Tukimkumbuka bado akwazi yake. Mm, hebu -hmm. Tupate mwingine karibia hapa, labda wewe utamkumbuka vipi? A, Raila Odinga baada ya miaka 80 yake ulimwenguni eh. Eh, mimi ni Bwana Simi Mangoli, mkazi wa makweli. A, Raila ni mtu ambaye anapenda nchi yake kwa kiasi, tunasema patriotism mtu ambaye anapenda inji, masuala yake ya inji mbele kuliko masuala yengine. Kwa maana ungeweza kujua uamuzi ambaye afanya wakati ambapo kama kuna e, shida e, 2007 unamwangalia wakati kuna shida ya uchaguzi e, anakuja na anaweka masuala yake mbele na anaweza e, kufia inji yake. Na hiyo sasa tunaona kwamba Raila e, ni mtu ambaye pia anajua kumobilize, mtu ambaye anajua kusikiza watu watu wake, na hawezi ku betray watu wake, na anaweza ku convince ili waweze kukubali msimamo ambaye amechukua na msimamo ambaye ina Uh, ipeleka nji mbele uh, kuliko masuala yake binafsi uh, tusikie mwingine hapa karibia hapa nao pia utupe hisia zako. Tunajua alikuwa anaungwa sana mkono eneo hilo la Ukambani na vilevile tunajua ugatuzi aliosukuma sana, wewe una maoni gani na unamkumbuka vipi? Asante sana. Mimi naitwa Faith, mimi ni mkaji wa Kivani. Raila atakumbukwa si Kenya peke yake mbali katika ulimwengu wote. Raila, ni yeye alianzisha hii multi-party democracy. Kitambo kilikuwa na chama moja, Raila akapigania akaleta hiyo kuwa na vyama mingi. Secondly, he vote for the constitutional reforms kupitia kwa hiyo constituency ya 2010 tukapata devolution. Devolution ni ile tuko wote tuko kwa serikali, yani resources and power they are shared, mpaka mtule wa chini anafikiwa. Raila was courageous. He was so inspirational. Alitunza uh, watu wakue wasiogope kuendea what belongs to them. Kwa hivyo Raila tunamkumbuka kama shujaa, kama mtu aliyefanya mambo mingi na tutammiss sana. Na wa mwisho kabisa kabla tuende mapumzikoni, kabisa karibia hapa, wewe unamkumbuka vipi, tukimalizia? Uh, ndio uh, uh, jina ni Masaya Abel na Raila namkumbuka kwa uwazi uh, I mean, kwa uhuru alituletea wa kuzungumza hmm. Kwa hiyo ni maombi yangu wenye tumebaki nyuma, tuzidi kupractice zile values alituachia tusiwache ziondoke naye, ila tuweke mazoezini zile, yale mazuri ambayo alituachia, na mwasante hayo. Eh, ni baadhi tu ya maoni ya wakazi hapa, na wamezungumzia maswala mengi tu ambayo wanamkumbuka Raila Odinga kwa hiyo, kama vile ugatuzi, mabadiliko, uhuru wa kuzungumza na masuala mengi ambayo wanasema yanafaa sasa kuchukuliwa na viongozi waliobaki kuhakikisha kwamba mwenge huo aliouanzisha Raila Odinga hautazimia. Sasa tunakwenda mapumzikoni na baadaye mashirima kapumbe kuendelea na kipindi tuweze kusikia mengi na pia mjadala unaozungumziwa pale studio.